mimi sina shida kuzungua shingo yangu kuweza kuwaona huko, kuwasikitikia nini, mwalipoona nimewekwa hapa hapa hapa, naziona shingo zimeneza na zimekaa dogo takakuniona ala hali conan zaidi ya kuonana ni kuonana kwa nyoyo. Naweza so, kumwona mtu akawa hamwe hako kwenye moyo wako, na inawezekana kwamba humuoni naizungumza naye, lakini yumo ndani ya moyo. Inapokuwa zile nafsi tukufu hapa kumetolewa ushahidi tukaambiwa, wa idha kanati nufusu kibaha <laughs> kafasiriwa, nafsi zikiwa ni kubwa. Mimi siko mimi niko wa idha kanati nufusu zinapokuwa hizi nafsi kibara ni za kibara, kuna nafsi za kipwani, kuna nafsi za kibara bara bara, wedakanatindofoso kibara pili, zinapokuwa zinafsi ni za kibara ngumu, zinahima hazichoki, basi mwili ndio tachoka, nafsi hazichoki. Nadanii inshallah na mimi ndiye ni mmoja wenu niliyepata nafsi ya kibaba. Tukitoka hapa leo, katika shughuli nyingine, natoka asubuhi cuk katika shughuli nyingine, hata nilipewa na salamu kutoka kwa samaha Mufti,

kile teklifu aliyetukalifisha na katika kutukalifisha akatusharifisha, na katika kutusharifisha akatuhafifisha zilima zitatu tu za Mtume wetu Muhammad, zaonesha namna gani anavyotupenda sisi ulama, na muradi ya sisi ulama ni sote kila nocopiyiwa mtu

Tutaanza kesho mwezi ishirini na nane Ramadhani, kukafunga hakukufuturiwa ndo u mwezi ngapi? 28. Siku ya pili ilikuwa ni mwezi 29 ya ule ule, kukaendelea kufungwa ila mtu lakini, walikuwa masahaba wote wamejinyosha msikitini kwa njaa hata kusema hawawezi. Mwezi 29 ukaandaa

Hapa nikhatimisha kwa nani, kama min aykuml tumi alahi alau wasalam. Tumepata mambo kwake amakumani, lazima tuyefuate, ingawa taona bahiri tusiyafuate

Katika baraza lake, mja kaja. Bwana kamwambia Firauni, nataka kukuona. Nini? una nini, baba? kwa siri mimi, apica ndani. Yule bwana kapica ndani, na Firauni ica ndani. Yule bwana kwa Ibilisi, yule bwana alingia kwa Ibilisi, kamwambia Firauni, kutaka faraha, nikupe mkono umekishinda

Mungo. Ana nabii unagati, mimi ni mtume, si muongo. Na wewe tumia mimi ni muislamu kweli, naongoza napenda nasaidia na, na na sema kama alivyosema mtume ana nabii, mimi ni mtume